Tumsifu Yesu Kristo, ndugu mtazamaji wa chaneli hii pendwa ya baraza la maaskofu katoliki Tanzania. E, tupo katika jimbo katoliki la Bukoba na kama tunavyofahamu, tunao msiba mzito wa mwanamtukuka ambaye ni askofu mkuu e, Novatus Rugambwa. Huyu ni askofu ambaye alikuwa ni balozi wa Baba Mtakatifu katika nchi mbali mbali e, duniani lakini kwa nyakati hizi za mwisho alikuwa ni balozi wa baba mtakatifu kule New Zealand. Huyu aliaga dunia, na kama tunavyofahamu kwamba huyu ndiye as, e, askofu pekee ambaye amekuwa balozi wa baba mtakatifu mtanzania na ni balozi wa baba mtakatifu mtanzania ambaye anazaliwa katika jimbo Katoliki la Bukoba na kama tunavyofahamu, atazikwa hapa. Hii ni kathedrali ya Bikira Maria Mama wa Huruma ya jimbo Katoliki Bukoba na hapa ndipo atakapozikwa, na makaburi yake kama tunavyoyaona hapa, ndipo atakapozikwa kwa sababu yeye ni askofu mzaliwa wa jimbo Katoliki e, la Bukoba. Lakini pia maandalizi mengine yamekamilika, kaburi limekamilika, maandalizi mengine ya usafi kama tunavyoyaona. Lakini pia e, ushirika la utoto mtakatifu jimbo Katoliki Bukoba e, limeandaa wimbo maalum kama tulivyosikia watoto wapo katika maandalizi ya mwisho e, wametunga wimbo maalum kwa ajili ya kuomboleza lakini pia kumwenzi, kumwombea e, hayati askofu mkuu Novatus Rugambwa. Kikubwa hapa e, ni kualika waumini wote kuendelea kumwombea kwa sababu huyu mwanamtukuka ameliwakilisha e, taifa la Tanzania vyema e, ka, katika nchi mbalimbali mbali, na nchi hizo ambazo alitoa huduma E, zimetoa ushuhuda lakini pia huyu ni askofu wa kipekee, kwamba alipenda sana kusaidia masikini. Pamoja na kwamba alifanya kazi katika nchi ambazo ni nje ya Tanzania, lakini e, yeye ndiye ambaye ni mwasisi e, wa kusaidia watoto e, watoto masikini. Yeye ndiye ambaye alizungumza na watawa wa Mtakatifu Maria kutoka Ufilipino kuja Tanzania. E, kutoa elimu kwa watoto ambao wanaishi katika mazingira magumu hasa wale ambao wanatoka kwenye kaya masikini. Watoto hawa e, wamejengewa shule nzuri sana ambapo masista hawa walianza na shule ya wasichana kule Makurunge e, kule jimbo kuu Katoliki Dar es Salaam maeneo ya Kisarawe, lakini pia baadaye wakaja e, maeneo ya Kimara ambapo walijenga shule maalum kwa ajili ya kusomesha watoto hawa wadogo E, wachekechea lakini pia shule ya Veta kwa ajili ya kufundisha e, wasichana ambao walikatisha masomo yao kwa namna moja au nyingine, lakini wakaenda mbele zaidi wakafungua e, shule ya wavulana kule Dodoma ambayo inaitwa Boys Town. Pia wavulana hawa e, wanatoka katika kaya masikini na ni watoto ambao wametoka katika mazingira hatarishi. Hivyo askofu huyu amekuwa ni sauti ya wanyonge, amejali utu wa mwanadamu hata kama e, mwanadamu huyu ni masikini, lakini anayo hadhi na yan, anayo thamani. Hivyo amepata thamani ya kupata elimu bora. Hao watoto wanalelewa vizuri sana kimaadili, kiroho na wanapata elimu ambayo ni elimu sawa na watu wengine. Ni shule ambazo zina ustadi sana kimajengo, kimiundo na kila kitu lakini chanzo ni askofu mkuu eh, Novatus Rugambwa ametuachia. Hiyo ni kama legacy kwa taifa la Tanzania, kwa sababu watoto hawa si wanaotoka katika familia ambazo ni za kanisa Katoliki au Wakristo, to hapana, ili mradi wewe ni mwanadamu na umetoka katika kaya masikini, unayo hadhi na unayo haki ya kupata elimu hii. Hivyo watawa hawa hawabagui, wanachukua watoto wa dini zote watoto wa makabila yote, ni mdadi wawe wa Tanzania. Hii ndio legacy ambayo ametuachia kwa kweli. Askofu Mkuu Novatus Rugambwa amekuwa mfano wa kuigwa kwa kanisa la Tanzania na kanisa la kiulimwengu. E, tumwenzi tumwombee na tuendelee kumwombea pumziko la milele, ili aweze kupokelewa mbinguni. Kwa sasa kurugenzi ya mawasiliano ya Baraza la Maaskofu Katoliki Tanzania halina cha ziada, tuendelee kukuomba uendelee kuungana na kanisa zima la Tanzania la kiulimwengu katika kumwombea askofu mkuu Novatus Rugambwa, ili roho yake iendelee kupokelewa mbinguni na tuendelee kuenzi yale mema ambayo alianzisha katika kanisa letu na taifa letu la Tanzania pamoja na ulimwengu wote. Tumsifu Yesu Kristo.